Alright. Welcome again to another tutorial of the topic complex numbers. Um, so in this tutorial tuta solve maswali but this time instead of solving na mkono we are going to use a software. So the software we are going to use is called a uh, Maple, Maple software. So nilisha tengeneza video huko nyuma ila ilikuwa sio kusolve complex numbers hizi ilikuwa kusolve um, differential equations kwa kutumia software hii hii Mapo. Kwa hiyo sasa hivi ni zamu ya complex numbers. So there are two examples now to solve. The one you see in your screen is example 1. It says um, solve the following question using the Mapo package. Okay, Roman 1 says solve for x given that x square plus 4 is equal to 0. Alafu B inasema x square plus x plus 4 is equal to 0. Kwa tafta x hizo ni quadratic equations hizo. Sio tutatumia Maple eh. Alafu part 2 inasema simplify hiyo expression hiyo. The complex number 2 plus 3i times the complex number 4 plus 2i all of it over the complex number 1 plus i. So let's use the Maple software to do those two. Okay, um, so to solve this I have to open the Maple software So nakuja hapa kwenye start kama kawaida, naandika Maple single p hivo, so inakuja hii hapa hapa eh. Naclick hapa open, hapa kuna open eh. Kwa hiyo ah, nimeclick mara mbili zitafunguka mbili eh. Spendi zikifunguka mbili hapa ah. Okay, imefunguka moja sitafunguka nyingine spend tena zifunguke mbili mbili, kuna kwa na tabu mbili hapa spend kweli yani software hii ndo window yake. So nakuja hapa kwenye file, nzuri hazijafunguka mbili, nafikiri mara ya kwanza eh. Okay, anyways, okay, now file, um, new new chagua tu hii document mode, amna shida. Kwa hiyo inafunguka hapo eh ya, yeah. So so la kwanza ilikuwa ni x square plus 4 plus 1 plus 4 x square plus 4 is equal to 0. So hapa andika tu x um power 2 eh. So hii power 2 naandikaje hii power 2 um shift number 6 eh. Okay, x una type tu kwenye keyboard, shift number 6 vile upande wangu wa kulia unabadilika eh, unatambua kwamba ulicho type ni, ni equation eh. So, um, nataka ni solve for x, nitakuja hapa kuna e option inaitwa solve eh. Niki click inakuja na option nyingi, nyingi hapa, yani ukiklik inakuja ndani yake tena, kuna option kuna hii inaitwa solve for variable x eh. nafikiri nichague hii eh. Okay, solve the equation for the given variable x, chagua click hiyo hapo, so you can see majibu ni mawili, ya kwanza ni X is equal to 2i, na ya pili ni X is equal to negative 2i. So kama unavyojua Quadratic equation not now is solve inakuwa na, na ile jibu moja sio x is equal to nini or nini ndio hivyo sasa. Kwa hiyo ni 2i or negative 2i. Sasa mepo i yake ile inavyoiandika inaandika kama herufi kubwa eh, haiandiki kama tulivyo tunavyoandika sisi na mkono herufi ndogo, ndio maana you can see hapa ni herufi kubwa. By the way, stu, naweza kuongeza font. Ngoja, niangalie kama naweza kuongeza font na hisi kama hii font. font ni ndogo hiyo e, hapo sasa hivi unasoma vizuri hiyo eh. e, hapo so ni, ni, ni type x square plus 4 is equal to 0 nikaja huku nika click ile solve yes ni, ni click ile solve ndo ikaja na majibu mawili haya so nimesema kwamba um, 2i inakuwa sio sio ndogo eh. inakuwa ni capital letter i kama hivi so kabla sija solve roman 2 ile x square plus x plus four, ngoja kuonyesha kitu Let's say I want to write a complex number Z eh. So you see na type Z eh is equal to. So nikiandika labda 2 plus 3 nikataype nika i ya kwenye keyboard eh. Nikibonyeza equal hii sio complex number eh. Mapo haijaitambua hii kama complex number. Kwa hiyo nikitaka Mapo itambue kama complex number inabidi labda niseme seme ah, uh, tutumie herufi C is equal to Is equal to two plus ah, nimeandika 3 tena <laughs> so mbaya, anyway, kwa sababu namba nazitaja tu randomly 2 plus 3 ukiandika i kubwa eh. Mapo hii sasa, this one is a complex number, eh ndo maana hata ukisema ufanye mfano ukisema z squared utapata eh, nini, hebu jaribu c squared pumbafu ah, Okay. Oh, anyways, let me try and square hii niliyoandika kwa herufi ndogo hii and then tuone inakuaje. So weka mabano 2 plus 3 ai ndogo, squared. Ah, funga mabano and then squared. Eh, unaona haija hai, hai, hai, determine lakini, hebu fanya ile ya herufi kubwa ile ni 2 plus 3 ai kubwa eh, squared. Yes, mwona amekuja negative 5 plus 12 i eh. So ukiandika i herufi ndogo eh, mepo haitambui kama hiyo ni imaginary, imaginary unit eh, ambayo uh, for i is equal to the square root of negative 1. Kwa hiyo ili mepo iweze kutambua kwamba una, you are talking about a complex number, use capital, capital i. So 2 plus 3 i squared, ukisukua kawaida we mwenyewe na karatasi yako utapata hii negative 5 plus 12 i. Let's, let's see another way sasa of writing a complex number here. Mfano nikasema z1 ni, nini eh? Ni sasa na 2 plus 3. Ni sasa na, so badala ya kuandika i ndogo au i kubwa aa, unaona hii ni i ndogo eh? Lakini tofauti a Ai kubwa. So, ili nipate haya maandishi ya blue haya, na press enter eh, by the way. Yeah, so nje nyingine nikutumia hii hapa, eh, angalia, angalia kasa yangu tafadhali you can use this one, eh. Eh, o z2 sasa na 2 plus 3 au hii hapa eh. Hii hapa umeona ai kubwa hii ipo tena huku, okay. Acha hii, ku type na keyboard kuna hii ya huku pembeni hii pia inatambulika kama kama complex number. So hizi, hizi he, by the way uki, ukiweka kasa hapo ukisoma haya maneno hapa ah, ukisoma ukisoma haya ah, maneno tunahitaji kwenye, kwenye, kwenye web development tunaita tool tool nini, sio tool tip, sijui kama ni hivyo kweli <laughs> utaona imeandika imaginary unit eh? manake hii ni ni simbo ya imaginary number the square root of negative 1 similarly, na hii pia unaona imeandika imaginary unit eh? manake hiyo ni simbo ya the imaginary hapa uh, okay. Tukuwa tunajifunza jinsi ya kuandika hizi complex number. Sasa kwenye swali letu, kwenye swali letu so, ni Roman one ile kule juu, tushapata negative 2i au positive 2i. Kipengele b, sasa kipengele b cha swali letu ilikuwa ni x squared plus x plus 4 equals to 0. Kwa hiyo kama x, x naandika x squared X squared plus x plus 4 is equal to 0, eh, si ndio? Sasa nataka kuisolve eh. So nikitaka ku solve hii anyway, ukipress enter ni hiyo hapo, ukiclick hapa eh. So, yani nikiweka hii ya hapa hapa, afu nikaja huku chini huku, so lazima solve nitaiona Umeona hii hapa inaitwaje? inset ile ile kama ya kutaka kuandika hivi eh. sio na ilipo eh. Nikipiga solve, solve variable x, majibu yamekuja kwa chini hiyo eh. mm -hmm. Kwa hiyo kuna hii, so, hii ukisolve kwa kutumia general formula, utapata majibu kama haya negative 1 over 2 plus the square root of 15 I. I is the imaginary unit the square root of negative 1 over 2 or hii hapa. So, try and solve it by using the general formula. This is what you get. So, tofauti nilivyofanya ile ya pili na nilivyofanya ile ya kwanza. Hii ya kwanza, baada ya kuandika hapa Um, kipengele cha pili ilikuwa ni ku uchukue 2 3i, kwa hiyo andika tu mabano 2 3 3 i. Napenda kuitumia ya ukwe huku kushoto huku kwa screen hii hapa, small i, funga mabano, sipendi kutype na mkono and then, times times 4 plus nini plus 2i, i ile ile ileile, ukitype na mkono kumbuka, haita notice, eh Shift 8 kwenye keyboard yako ile nyota ile inaeleweka kama times. So, um, all of this now nataka niweke mabano tena ili nani yangu ieleweke, ili nani over over over, wewe weka tu slash ile forward slash ile kwenye keyboard ile ambayo iko pamoja na alama ya kiulizo eh. Let's try something here, control Z Control Z manake undo, em tufute hii bano la kwanza na hili huku bano la mwisho, alafu tujaribu kuweka nani, tujaribu kuweka huyu okay, kulikuwa mnaja kuweka yale mabano mawili you can see. Okay, now, over, over what? over 1 plus i. iai ile kule, si ndio? Ukishafika hapa you just press equal ita nani, ita enter I mean ita solve so inter eapo 9pls7 i yes, so this was um, the first example. Let's see the the second examplee, eh? so minimize minimized. Arudi apa. Eh? okay this is the second example. Example Pili anasema, find the conjugate um, magnitude and argument of the complex number z where the complex number z is 2pls2i, so we're going to use mappo as usual to solve it. Eh? So turudishe um, mapo hapo to solve. Okay, nitaklik tu hapa chini ku maximize. Okay, so tuendelee. So this is my mapo map hapo ndo nilipoishia. So this time tumepewa a complex number zie. So zi is equal iziko what? Tumeambiwa so, 2 plus 2 i kumbuka ni ukwe I. So Z zie anasema find the conjugate So um, nikisema conjugate kama hivi alafu mabano afu niweke hiyo z kwa ndani afu ni press enter, hainiletei jibu, inaniletea ina ila alama ile. Nakumbuka alama ya conjugate zii ni z bar z. So mimi nataka jibu, nifanyaje? Inabidi niweke hiyo 2 plus 2 i katikati humo, i mean ndani ya mabano. Kwa hiyo conjugate 2 plus 2 i ni huko, don't forget hiyo usi meletea conjugate conjugate. Ya 2 plus 2i ni 2 minus 2i, so nikitaka zije zote sasa, simbo na najibu na, na maana niseme conjugate conjugate z sasa na conjugate conjugate um, 2 plus 2i ni yuko eh ayu, So, press enter inaniletea ziba ni sasa, na two minus 2i. So part one ilikuwa ni conjugate, part two sasa ni inaitwa modulus um, eh, au magnitude so tumia hii absolute uh, ukisema absolute labda ya z eh, enter unaona inavokuja eh, safi actually, so absolute ni abs ukiandika eh, okay, absolute nyingine inatokea. Let's try absolute z ok, aisomie. So abs ndo inasoma, so usitumie neno absolute, tumia neno abs. So abs ya zz, kumbuka ilikuwa ni 2 plus 2i. E, ukifanya kwa kichwa hapo, manake ni square root of of what of 8, si ndio eh? Ha, okay, imekataa na yenyewe imeleta kitu cha, cha ajabu hapo So badala ya kutumia ABS tutumie nini unajua? Tutumie hizi. 2 + 2i. Nataka ije square root of 8. Eh. Umeona hizi nimeweka zile absolute signs zenyewe inter ehe takoma. So I wonder, um, how we go about this. Okay, nishajua nilichokosea nini. So nilichokosea hi i mwanzo usi type I kwa keyboard, tumia um, angalia kasa yangu eh, eh, kwa abs hivyo, inakuja square root of 8 hiyo hapo, da? Okay, lakini pia hata kule enter imekuja tena. Eh, sasa nikitaka zije zote mbili manake Naweza nikafanya abs, abs ya ze ni saa saa na nini, ni saasaa na module, maanake ya 2 plus 2 kwa kwa keyboard, kwa keyboard, never forget hivyo, boom, enter there, so the modulus of z is the square root of 8 eh? Ambayo ndo hiyo um, square root of 2 uh, times 2 ya, yeah. Mwisho ilikuwa ni argument. Yes. So, sir, argument sasa argument maanake unaandika argument kama hivi. Ehe, mabano eh, so ndio tunaweka complex namba yetu 2 plus 2i, nafikiri jibu inabidi wei uh, nimeandika tena kwa keyboard eh, what a shame every time unaosahau. So, never do this in case mmepewa mtihani kwenye computer laboratory eh, ambapo una time limit. So, uh, 2 plus 2i. I tumia kule eh argument of 2 plus 2i equal inter. Maana imekuja 45 degrees, eh. Jibu imekuja kwa radians eh. Kwa hiyo ni pi over 4. So I want to write it like this, ARG, ARG zie okay. Sasa na nini so arg ukiwa unatafuta argument usitumie arg okay. Tumia write the full thing, usioka ukafikiri uka kwamba ukitumia arg utapata jibu uh -huh. Inabidi uandike ngoma nzima two, point yangu ni hii, ukifanya hivi arg, alafu upige hiyo 2 plus 2 i haitakuletea jibu. Kwa hiyo lazima uandike neno zima argument. Anyway, kwa huku mwanzo narusia kuandika kwa, kwa sababu hiso jibu jibu ni hii pi over 4.